Ikiwa leo ni Juni kumi, siku ya Jumanne, ninakusalimu kwa jina alipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Mada ya leo inasema, Boazi kama mkombozi. Boazi anampenda sana Ruthu na anatamani kumwoa, lakini kuna kizuizi kikubwa. Kuna jamaa wa karibu ambaye pia anadai juu ya mwanamke na ardhi tukimchukulia boazi kama mfano wa kristo hali hii inaweza kufunua jambo linalopiganiwa katika pambano kuu kristo anatupenda lakini kuna jamaa wa karibu ambaye pia anadai shetani vifungu vifuatavyo vinafunua nini kuhusu dai la shetani kwa wanadamu ayubu sura ya kwanza ya 6 hadi kumi na moja Mathayo sura ya 4 ya 8 na ya tisa yuda moja aya tisa Luka mtakatifu sura 22 ya 30 na moja. Shetani alipotokea katika baraza la mbinguni alimwambia Mungu kwamba alikuwa anazunguka zunguka duniani, Ayubu moja ya saba. Na Mungu alipomuuliza ikiwa amemwona Ayubu mwenye haki, shetani alidai kwamba alikuwa wake, akiashiria kwamba moyo wa Ayubu haukuwa na Mungu kwa kweli, yaani kweli anakufuata tu kwa sababu wewe ni ni mwema kwake. Acha kuwa mwema kwake kwake na uone ni nani Ayubu anamtii. Katika kitabu cha Yuda tunaona rejea fupi ya kisa ambacho kilijulikana sana katika Israeli. Baada ya Musa kuzikwa na Mungu katika Kumbukumbu la Torati sura ya 34 aya 6, alifufuliwa baadaye, ingawa hatuna maelezo kamili. Kifungu chenyewe kinachosema kwamba walishindania mwili wa Musa kinadokeza kwamba Shetani alikuwa akitoa madai fulani juu yake. Kwa mara ya kwanza kabisa, Kristo alikuwa anakaribia kutoa uhai kwa marehemu pale. Mfalme wa uzima na wale wanaong'aa walipolikaribia kaburi lile, Shetani aliogopa kwa ajili ya ukuu wake. Akiwa pamoja na malaika wake waovu, alisimama ili kupinga kuvamiwa kwa himaya ambayo alidai kuwa ni ya kwake mwenyewe. Alijigamba kuwa mtumishi wa Mungu alishakuwa mfungwa wake. Alitamka kuwa hata Musa hakuweza kuitunza sheria ya Mungu, kwamba alijichukulia yeye mwenyewe utukufu ambao ulikuwa ni wa Yehova, dhambi ile ile hasa ambayo ilisababisha kufukuzwa kwa shetani kutoka mbinguni. Na kwa kutenda dhambi alikuwa chini ya mamlaka ya shetani. LNG White Wazee Manabi, na Manabii, ukurasa 397 na 398. Kwa wazi Kristo alikanusha madai ya shetani na Musa alifufuliwa. Tazama Mathayo sura ya 17 aya 3. Katika Ruthu sura ile ya 4 aya kwanza hadi 12, Boazi anasafiri hadi lango la Bethlehemu, mji ambapo Kristo aliingia katika ulimwengu wetu kama jamaa yetu wa karibu. Wazee wanakusanyika na hatimaye wanabadilishana viatu, ishara ya umiliki Lango la kijiji ndipo kesi ziliamuliwa. Hii ni aina ya, ya mandhari ya hukumu, inaakisi tukio la hukumu la Danieli sura ile ya 7 aya 13, 14, 22, 26 na 27. hatupaswi kukosa sehemu hii muhimu ya hukumu hukumoni kwa watakatifu wanapewa hukumu bali ni kwa sababu tu Kristo alilipa bei kwa ajili yetu kama vile Boazi alivyofanya kwa bibi harusi wake. Hii ni Juni kumi siku ya Jumanne. Boazi kama mkombozi. Mungu atubariki sote na karibu tena.